Wewe, maana mda wote ujamaiza tu kufua hizo nguo, yaani masaa yote hayo ambao umetoka nje kufua hizo nguo jamaza tu mpaka mpaka ni saa hii. Kazi yako kazi, kazi yako nikuchezea tu simu, unashindwa kumaliza kazi moja kwanza ndoani, ukachezea simu unashindwa kumaliza kufua nguo nyingi. nyingi vipi We, muda umetoka, unachezea simu, una huku unachezea simu. Simu ndo mambo gani haya? Nasubiria mi nguo, malize kufua nguo zikauke, nivae niondoke, wewe unaanza kuchezea simu. Hii simu nilisha kunyima, kunyima, kunyima kufanya kazi, huku unachezea simu. Tabia mbaya sana hiyo hiyo, au nisikiaje? Hata kidogo, navyokuambia nisha kunyima hiyo, nisha kunyima hiyo tabia ya kuchezea simu. Kwanza leta hiyo simu. Hata wewe acha simu yangu ya nini? Yaani leo ndo mwanzo na mwisho ni kutumia, kutumia, kutumia smartphone. Hakuna kutumia tena smartphone. Nani, nani, kutumia smartphone. Nani, nani, smartphone. utatumia. Hakuna kutumia kutumia, jamani, simu yangu.